Na mtazamaji, karibu. Baada ya muda usiokua mrefu, tutakuwa nawaalika ndugu zangu ambao wako studioni tuangalie, uh, mustakbali wa maandamano yaliyofanyika mwaka ule uliopita, aliyofanyika hapo jana, na ipi njia sawa kutoka sasa kuendelea. Lakini wakati tunalizungumzia hivyo, tarehe 26 huenda kawa inaingia katika kumbukumbu uh, kumbu nzuri tu ya nchi yetu ya Kenya, manake bingwa wa olimpiki wa mbio za mita 1500 ambaye si mwingine ni Faith Kipyegon katika siku ya leo atakuwa na kibarua na nia ya kuvunja rekodi ya kukimbia umbali wa maili moja kwa dakika nne peke yake. Sitakuyazungumza mengi. Michael Kinney yuko Ufaransa atakuwa anatujengea picha zaidi kuhusiana na mbio hizi, atatueleza zaidi, eh zitakuwa zinafanyika saa ngapi hasa na ni nani ambaye atakuwa anamsaidia katika mbio hizi na masuala mengine. Michael Kinney, fursa ni yako, utufahamishe. Je, Faith Kipyegon, hali yake ya kiafya kufikia sasa ikoje na je, motisha yake pia vilevile ikoje? asante sana Rashid na kupata kwa njia iliyo safi kabisa. Tuko katika mji wa Paris katika eneo la Eiffel Tower ambalo ni eneo la kitalii. Ukiangalia nyuma yangu, watalii ni wengi sana ambao wanakuja kupiga picha katika eneo hili, wale ambao wamefanya harusi leo leo. Kuna harusi kama kumi na mbili zinafanyika kwa hivi sasa katika eneo hili, lakini cha msingi muhimu kwetu ni kwamba Faith Kipyegon usiku wa leo mida ya saa tatu saa za Kenya atakuwa anajaribu kuvunja rekodi ya maili moja. Ya rekodi ya maili moja rekodi ya moja, maili maili. Wengi wanauliza tofauti ya hiyo rekodi ya maili moja na rekodi ya mita za elfu moja mia tano tofauti ni ipi? moja ni mita elfu moja mia sita. Ukienda uwanjani, anapokimbia mbio za mita elfu moja mia tano ni mizunguko mitatu na karibu mizunguko minne, mizunguko mitatu na na na na nusu hivi, lakini anapokimbia maili moja, atakuwa atakuwa atakuwa na mizunguko minne. Atasaidiwa na wale wanaoitwa pacemakers ambao watakuwa wanampeleka katika katika katika katika kasi ambayo ambayo inatakikana inafaa katika mizunguko miwili ya ya kwanza, alafu baada ya hapo akishadondoka, basi atakuwa nakimbizana na yale mataa. Atawekea mataa pale kwenye kiwanja, atakuwa anaangalia kama ako katika rekodi rekodi ama ako nyuma nyuma. Akiwa ako katika rekodi, taa zitakuwa zitakuwa ziko ziko nyuma yake yake. Ikiwa anadorora kidogo, zile taa zitakuwa ziko mbele yake, kwa hivyo lazima akimbie na na zile taa ama apite zile taa. Faith Kipyegon anakimbia katika uwanja wa Charlotte ambao ni uwanja ambao wengi wa Kenya wanaojua, maanake zile mbio za Diamond League zinafanyika pale. Ana rekodi nzuri Faith Kipyegon. Um, medali tatu za dhahabu katika mbio za olimpiki nne katika mashindano ya dunia na rekodi mbili za dunia. Kwa kwa hivyo rekodi rekodi ya leo ni muhimu sana kwake, manake atakuwa anaweka rekodi, historia mpya kabisa. Anataka anataka kuongeza kuongeza zile wanasema kuongeza feathers on the cup, anataka kujiongezea CV yake iwe nzuri zaidi katika mashindano ya riadha. Kwa hivyo ukiangalia wale ambao wamefika Paris kumsaidia Faith Kipyegon ama kumpatia motisha ni pamoja pamoja na na aliyekuwa bingwa wa wa olimpiki pamoja na mshikilizi wa rekodi ya katika mbio za marathon Eliud Kipchoge. Wana historia nzuri, maanake wanafanya mazoezi pamoja, na amekuwa akisema kila uchao ya kwamba Eliud Kipchoge ndiye anampatia motisha zaidi kukimbia, maanake anataka afikie kama yale malengo ambayo Eliud Kipchoge alikuwa nayo. Kwa hivyo uwanja wa Shalethemu, mwendo wa saa tatu usiku, kindumbwendumbwe kitaanza. Rashid, Nahaa, na pengine umezungumza kuhusiana na Eliud Kipchoge na ni ukweli kwamba mwaka 2019 watu wengi walikuwa wanaamini kwa kwamba haitowezekana yeye kuweza kukimbia kwa saa moja, na ambao huko ni dakika 59 sekunde ya 40, lakini akafanya ili kuhakikisha kwamba apiti kwa dakika kwa saa mbili. Lakini kwa hivi sasa, na pengine wakati umezungumza na Faith Kipyegon, ni kitu gani ambacho amechukua kama hazina kutoka kwa Eliud Kipchoge ambacho atakifanyia kazi usiku wa leo? Rashid, mazoezi wanafanya katika kambi moja kule Kaptagat. Wadhamini wao ni wale wale ambao ni Nike. Ukiongezea kocha wao pia ni yule yule Patrick Sang, kwa hivyo wanasema kuna mengi ambayo amejifunza kwa Eliud Kipchoge wakiwa kambini, wakiwa wanafanya mazoezi, na kwa hivyo wanataka yeye pia aendikishe historia kule Eliud Kipchoge amefika, yeye pia anataka afike pale. Ndio maana yake Nike wakasema ni muhimu Eliud Kipchoge pia aje, maana yake tunamuita philosopher. Yule atakupa maneno matamu ya motisha ya kupangutisha wakati unaenda kukimbia. Kumbuka Eliud Kipchoge kwa sasa amesema kwamba hakimbii kushinda yeye. Ashashinda kila kitu ambacho anataka kushinda katika dunia hii. Kwa hivyo anakimbia kuwapa kuwapa motisha wale wa, wanariadha wengine, especially wale wachanga. Kwa hivyo Faith Kipyegon pia anasema kwamba muda wake kwenye track, kukimbia katika wa, uwanja unaisha , ameshapata yale mataji yote ambayo anataka, rekodi amezipata. Hii ndio rekodi ambayo anafuata. Akishamalizana na hayo basi, aidha atakimbia katika mbio za mita 1500 ama mbio za mita 10000 kabla aingie kwenye nusu marathon na marathon nzima. Kwa hivyo, Faith Kipyegon amejifunza mengi sana kutoka kwa Eliud Kipchoge, ya kwamba wanafanya mazoezi pamoja, au katika kambi moja, wako na wadhamini sawa. Kwa hivyo, anasema yeye akimaliza, motisha kubwa sana kwake itakuwa ni kufuata yale zile nyayo za Eliud Kipchoge katika mashindano ya riadha. Rashid. Naam, tukiwa tunasubiri the Breaking4, labda pengine kutoka nchi ya Kenya ni uh, kina nani ambao wameandamana naye? Ni labda pengine ujumbe uh, kutoka kwa serikali ni kina nani ambao wako pale? Maana unajua unapokuwa uko ugenini, unahitaji uh, uweze kupata watu ambao watakupa shime wakati unaendelea, vile hata ujio wa baadhi ya watu ukisikia tu wamefika kwako tayari na kwa ni kama ambaye ni ufunguo wao kuweza kutimiza lile lengo ama lile uh, kuvunja rekodi katika siku ya leo. Umepata kuona waliofika ama una taarifa kwa watakaofika ama ni Kipyegon na wale ambao wanakimbia nao na wewe na baadhi ya Wakenya ambao wako Ufaransa? Kwa kweli wale ambao wanakuja Ufaransa ni wengi kwa sasa tu, wale ambao tunajua ni kwamba Eliud Kipchoge tayari alifika jana ako mjini Paris. Kocha wake Patrick Sang yuko hapa. Maafisa wakuu wa shirikisho la riadha nchini wakiongozwa na Barnaba Korir wako hapa. Maafisa wakuu wa wadhamini wao ambao ni Nike pia wako hapa, na pia wadhamini wao kule Kenya Safaricom pia wako hapa, na wanasema ya kwamba wamejaribu Kuwakusanya katika nchi ya Ufaransa, sio Paris peke yake, wanatoka kutoka pembe zote za Paris kuja hapa kumshangilia ama Faith Kipyegon, na taswira itakuwa ya kupendeza, maanake kabla mbio zianze saa tatu, milango ya uwanja zinafunguliwa mwendo wa saa kumi na mbili unusu saa za Kenya, na wa Kenya watakuwa pale, kutakuwa na shamra shamra kadhaa basi kabla mbio hizo kuanza. Kwa hivyo kuna wengi ambao wamejipanga, sisi wenyewe pia tuko na Safaricom hapa. Wengi wanauliza hizi picha tunazipataje moja kwa moja. tunapitia mtandao wa Safaricom ambao unatupatia network nzuri zaidi kabisa hata tukiwa Paris. Kwa hivyo watu wako hapa hapa ni wengi Rashid. Tunaomba kwamba wewe pia ukimaliza sema Sema na Citizen shike chartered flight tufike hapa. Masaa 8 utakuwa ushafika tayari. <laughs> Sema kitu Michael kinye, lakini kwa kumalizia tu waambie maana yake umewatamanisha wa Kenya, je, saa 3 watarajie nini kupitia runinga ya Citizen kwa kumalizia. Tutaanza kabla saa tatu, kama dakika mbili, dakika tatu kabla ifike saa tatu, tuangalia yale matayarisho katika uwanja wa Shalete, ni nini ambayo inafanyika, wale pacemakers wako vipi, kina nani wako uwanjani. Saa tatu kamili tutaanza mbio hizo moja kwa moja kutoka Paris, na kumbuka tunasema ni breaking 4 ambapo Faith Kipyegon ana azma ya kukimbia mbio hizi chini ya dakika nne. Kwa hivyo muda ambao analenga ni dakika tatu na sekunde hamsini na tisa dakika tatu sekunde hamsini na tisa Je, ataweza? Wengi wanafikiria kwamba ataweza, lakini yote yatabainika bayana mwendo wa saa tatu na dakika nne. Rashid Asante sana Michael Kinyi kwa maelezo hayo. Mimi nitakuachia uendelee na shughuli za kuangazia yanayoendelea kutoka sasa hadi mida ya saa tatu, kabla amesema saa tatu kasoro dakika tano watakuwa tayari. Uh, wakenya wanajua yale maandalizi yanayoendelea. Shukran sana Michael Kinyi, kila la heri unapokuwa uh, uh, upo katika safari ya historia ambayo na imani kwamba itaandikishwa usiku huu wa leo Mike. Asante sana Rashid, tunawajuza mengi zaidi wakati utafika, katika uwanja wa Shalete mwendo wa saa kumi na mbili unusu saa za jioni, saa za Kenya. Shukran sana Michael Kenyi, tukimwacha kule tarudi hapa.